Siku zote mimi ninasema na wacha siachi kusema nchi ya Somalia ni kabila moja dini moja lakini hawasali misikitini kama sisi. Sisi leo tunasali satarawee mpaka saa tano saa sita hivi. Sasa tuko kwenye masiku ya mwisho ya Ramadhani, tunakesha misikitini, hali ni shwari. Nimemsikiliza mkuu wa mkoa anasema, wa wilaya anasema futari haijapanda na tumefuturu vizuri kweli kweli. Tuwapelekee salamu mpaka raisi, tuna raha na amani. Sisi kama answari tunakubaliana na tunaunga mkono juhudi za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwa ina, inaendeshwa na mpendwa wetu Daktari Samia Suluh Hassan. Hatuko nyuma katika hilo kama answari katika majukwaa yetu yote tunayofanya shughuli zetu za kidini. Mimi na wenzangu hatuachi kuzungumzia uzuri wa serikali yetu na viongozi wake. Nizungumze tu kwa niaba ya viongozi wote wa dini walioko hapa ndani, ndugu zangu, tuko pamoja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amen. haya yanayofanywa hapa eh, si kwamba mkuu wa wilaya pekee ameamua kalala from nowhere akaamua leo na kufuturisha watu. Hapana, huu ni mtandao serikali kuinajua, inajua kama inajua, maana yake serikali iko pamoja na wananchi. Lakini si tu kwa pamoja na wananchi, inatambua imani zao. Sisi tumefunga Waislamu, serikali nasema tuwafuturishe. Gharama ya iftari tukipiga mahesabu ni mishahara yangu ya miaka mitano, sasa si jambo dogo, jambo kubwa sana. Tunampongeza mama na tunasema mitano tena kwa machache. Baada ya kutoa shukurani, nina mambo mawili tu Jambo la kwanza, tunaenda kumaliza mfungo wetu wa mwezi wa Ramadhani. Inakuja sikukuu ya Eid. Nilikuwa nawaambia wazazi wenzangu tuwaangalie watoto wetu katika hizi sikukuu, wanakwenda kucheza, wanakwenda kutembea, tuwe nao. Tumekutana hapa kwa ajili ya furaha na kutu, na kukushangilia wewe Amin. Na kukuomba wewe endelea kutupa amani, utulivu mpe nguvu rais wetu pamoja na timu yake mpaka chini na chama chake. Ya Rabbal Alamin, si tunawapenda na wao waendelee kutupenda watusimamie uadilifu. Ya Rabbal Alamin, tunakuomba, mwaka wetu na shida ya mvua, Mwenyezi Mungu, naomba utuletee mvua kwa baraka na neema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu, tuweke tuwe pamoja, tupendane. Hii ndio nchi inayotakiwa na rais wetu. Tunakaa sahani moja, mtu anaitwa John, mtu anaitwa Isa, anaitwa Ramadhani ana aitwa Yohana tunakaa sani moja, tunafuturu. Hii ndio Tanzania na ndio Uislamu. Tunakuombea Mwenyezi Mungu tujalie, subhana Rab